Ilaha wa bika. Leo tupo hapa katika masjidi Nuri Muhammad, tumekusanyika hapa kwa mashirikiano makubwa kwa na ubalozi wa UAE ambao tumekutanika hapa kwa kuweza kutoa iftari wa wale wahitaji. Tumeweka makundi tofauti, ambao kamisheni kwa kweli tumeweza kuchagua watu tofauti katika kufanya hili, ili kuwawezesha wale wenye mahitaji. Tumechagua watu wenye ulemavu, wajane, eh, watu wazima wagonjwa wenye mahitaji maalum, kwa sababu katika maeneo tofauti Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana inao focal person wao kutoka wilayani ambayo inatusaidia katika kukusanya watu hawa. Kwa ufupi, tunashukuru kwa mashirikiano makubwa ya kila wilaya ambayo imetuwezesha kuweza kupik wale wahitaji ambao wataifanya kazi hii, ambao kwa ukweli wameshukuru, kwa sababu kama tunavyoona mzigo alhamdulillah, utamwezesha mtu kupata, ni familia, sio mtu mmoja mmoja, ni familia. Kwa hivyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu awazidishie khairi wenzetu hawa, na kwa niaba ya kamisheni ya wakfu na mali ya amana imeweza, kwa niaba ya katibu mtendaji ya kamisheni ya wakfu na mali ya amana tunawashukuru sana wale wote walioweza kulinufikisha swala hili hapa, kuanzia watu wa wilayani huko mpaka watu wakatoka kutoka sehemu mbalimbali wakaweza kukusanyika hapa, lakini pia tunawaombea kheri na baraka, ubalozi pamoja na watu wake, tuweleweza kushirikiana na ubalozi wa UAE. Asanteni sana.